English, English, please. If you don't don't don't don't know English, talk, talk, talk. talk, talk. Eh, Eh, Eh, kizungu. kitu sio hapa. be be eyes. eyes. Jamani, ngoja niongee kizungu. Kuwa macho. Karibu sana kwenye Gossip Table. Mimi ni Sami baby, karibu sana mtazamaji. Kwa Kiingereza ni kigumu Ukiona mtu azungumza Kiingereza na ha, kosea. No, nikivalia miwani hatari <laughs> <laughs> sana ha. Bala barazito mimi kiona mtu kakosea Kiingereza hmm. na ni star, mtu maarufu hmm. na kuwa... kulifumbia macho. Siwezi, yes, kulifumbia macho kwa sababu unapokuwa maarufu maana yake wewe mm. unakuwa unakutana na watu ambao wanafanya kazi internationally za kimataifa. Utakutana na wazungu mm. wachina, Wajapani, huwezi kuzungumza nao Kichina, huwezi kuzungumza nao Kijapani kabisa. Mzungu labda kwa sababu ni lugha yao ambayo ni lugha ya kibiashara duniani yeah. Kizungu utazungumza naye Kiingereza, kwa hiyo mastaa wana ulazimu wa kujifunza Kiingereza yeah. Sure. Iko hivyo. Straight na sio Kiingereza tu, yani kilichonyooka, hey. Maake kuna wengine bwana, viingereza vyao havieleweki kabisa. Unajua kitu cha ajabu sana ni kitu cha kustajabisha na kuchekesha, pale ambapo unajirekodi mm. Unazungumza kidhungu, alafu unaongea broken, lafu ukiangalia wewe ni mtu fulani hivi unajikuta ni wewe ndio, yani keki, sio unaelewa keki, alafu unaposti, alafu unaposti unapandisha, anakusema hizi badala, hey, ya shii eti Priscilla <laughs> he's he's he's coming. Priscila, he coming. Today I I I I I go, I go, I go, I go, shop. <laughs> Tamani na cheka. Yeah. Ah, sawa. Of course, yanachekesha mi, <laughs> you know, mwenyewe nimecheka sana baada ya kuona ile video. Sawa. Bwana tunachokizungumza hapa kitu ambacho kimestajabisha mashabiki wengi na kuwaweka midomo wazi, yeah, na kuwafanya wawe eyes, yani kuwa macho ni baada ya Mrs. Mario Paula mama Amara kuposti video bwana akiongea broken English, na kweli, ile ilikuwa ni broken English, broken broken, imevunjika kabisa ile ya yeah, naisha mbako akizungumzia ni kwamba wataenda shopping mm, yeye yeah, yeah, Priscilla na Rahim ambaye ni mtoto wa Priscilla pamoja na Juksi. Sasa jinsi hivyo kwa Kiingereza alivyokiweka, today I go to God job and he, Priscilla, <laughs> ah, Priscilla is coming with baby. Priscilla is coming. Just imagine mm. Baba sasa na mama ambao kipindi ambacho wewe unapelekwa English medium wao mm. wanakula wow, mlo mmoja ugali na nao, mtoto akasoma shule za maana, anajua ya maana sana mm. Eh, shule ya maana sana. hatusemi kwamba Paula ni mtu mbaya mm -mm. ama tebeza no, lakini tufikirie wazazi ambao eh walitoa fedha yao mtoto mm -hmm. akasome English media. Dada watu wanakesha location, eh. Anahangaika anacheza na Nigeria. Baba watu yupo anakesha studio. ile o kajana ile movie na, na Ramsno e, nafikiri alijitahidi na yeye kwa Kiingereza yumo na e kwenye kizungu alafu wewe mtoto. Nachoka e, nachoka mimi. Nachoka kabisa nachoka baba yenu. Eh, ngatele. Adabu mandambo <laughs> nachoka <laughs> <laughs> Kiingereza gani kile sasa? Hapo umemzungumzia Paula eh, umemzungumzia Paula. Mimi nimeshuhudia ya rapa mkubwa anasema yeye ni the best rapa kwa sasa, na mar marapa wengine malegend wanamchukia Young Lunya mm -hmm. ambaye sisi tunaamini ya kwamba marapa ndio watu ambao Kiingereza nabidi wakifahamu kwa sababu ili kutoboa kwenda international hasa katika muziki wa rap Kiingereza lazima kiwepo, na lazima kwenye mistari pia kuwa kuna yale maneno ya Kiingereza hey, ili, ili, ili, ili ngoma yako inoge hey, kwa sababu Diamond asiongea dia Kiingereza watu watacheza na beat mm. watacheza na vionjo yeah. wewe je ambaye maneno aaskua sana kuliko ni beat nib hey, itakuwaje sasa, lazima ujifunze kiingereza sasa. Nikashuhudia nika, nika kipande kimoja ikiwa anaulizwa maswali mm. Akaulizwa jina lake of course, akajibu vizuri, naitwa sijui uh, uh, Shaban mm -hmm. eh, Shaban, nana hivo. Baadae akaulizwa uh, yani, hip hop yako. Unajua kila mtu muziki kuna sehemu anaopata, kuna mwingine anaweza akatoka anaenda sehemu akishinda na washikaji zake, ndo muziki anaujulia hapo. So akauliza muziki wa hip hop umeanza kuvutiwa nao ukiwa maeneo gani? Akasema akajibu aa, you know, I was a basketballer Ah. Uh -huh. Yeah, I was a basketballer. Mm -hmm. Uh, you know, basket and hip hop akajika tangata akasema same environment. Nikachoka <laughs> <coughs> kabisa baba yenu nikachoka environment yani ile mazingira sawa, yani kai convert straight. Na ameitafuta environment, ameitafuta. Kaitafuta sana straight. uh -huh. yani basket yani

Yanglunya iliniuma sana. Bora tena ndugu yetu Sergeant unasema huyu bado bado. Hey, eh, Sergeant na yeye bwana naye akatupa boko lake e naye. Ehe. Yuko anajisikia kwa anaongea na mtu gani? Na sisi mm. Kwa anaongea na mtu ambaye anaongea Kiingereza sana. Watu wako wenyewe na washikaji. Sasa anaambia kwamba December ana shoot video aje. E, anamwita e yule yo mtu. <laughs> You don't come. <laughs> You shoot video. Yeah, December. This. <laughs> Don't come. See lesanaenga kusajifunze unajua Kiingereza jamani, mbona siku hizi kuna kuna watu wanajifunza, ila hiki kitu hiki inasumbua sana hii. E, yu, iliwahi pia kutokea zamani kwa Harmonize. Mm. Hamna zenye kipindi bado hajakaa vizuri. Kuna yeah. interview moja alifanya. Yani watu waliizungumzia wali ile English yake. Mm. Sio leo ile mtu ambaye ana force kuongea ile American English alafu, yani yeah. vile. Na mnaweza kwa na force. Ya aga aga. Ndio yale alibada sema get out, get out. Yeah. Aga, aga, aga. <laughs> aga aga aga aga aga aga sio vizuri. Kwa hivyo hii wewe inakuwa ni tatizo <laughs> kwa kwa wasanii, <laughs> lakini it's better kama utaamua mtu kwenda tatrisi kupata elimu kidogo. Kabisa. Kuna short course zipo. Mm. Naenda kujifunza kidogo. Na mbona kuna watu ambao yani, elimu yao ni ya chini lakini mtu anaongea Kiingereza kizuri? Kwani hata mbona wasanii wakubwa wakubwa wengi Kiingereza walikuwa wajui. Yeah. Wengi sana umejifunzia huku kwenye utu uzima kwamba e, kwa sababu kuna utaletwa mikataba hapa. Yeah. Bwana, saini mikataba hii, na ni lazima sana kwa kwa mtu <laughs> nini kwa msanii kujua Kiingereza sababu kuna inaweza katokea, pia unatakiwa ukafanya show huko nje. Ukifika unaongea nini na wale watu? Mfano, kuna watu ambao umeingia nao labda kufanya nao show, sijua ni vizuri, wanatumia lugha ya Kiingereza tu, wewe utaongea nao kitu gani? Ama ndio kila simu mtaenda na mtu ambaye anakusaidia ana, kukarimani hiyo English yako au kiswahili yako kwao? no. ni lazima tu ujue Yaani, lazima ujue. Kuna kipindi pia utapata ubalozi na makampuni ya nje, unaenda unasaini kitu ambacho ukijui kwenye, kwenye mkataba, lazima usome kwa Kiingereza ukielewe sure. Kwa hiyo kuna ulazima wa kujifunza mm. Kwanza ujifunze lugha zaidi ya moja kabisa yeah. Jamani mjifunze sio kwenye mm -hmm. mikataba muda uangalia kwenye eneo la hela tu. Unaangalia namba. Si mtu una una una unaweka una, una, una commitment hapo kitu ambacho ukijui. Mm -hmm. Ah ukivunja mkataba tutakuta utatulipa bilioni moja. Wewe unajua ah nika milioni moja tu hapo nimekaona au ah, hujaelewa kichoandikwa pale. Hapo ndio nakumbukaga ile scenario ya mm -hmm. wanamuziki Backstreet Boys na na NY Sync mm. ilikuwa ni hivyo hivyo unajua unapokuwa unaanza say, hmm, muziki labda na nini, unaletewa mkataba haraka, haraka. Yeah, sure. Una, yani husomi vipengele vya mikataba unaenda kuangalia namba, yani, hii hela imeandikwaje yeah, kwenye namba ukishaona kidola kimeandikwa andikwa na alafu wengine mpaka kuconvert dola hajui, hajui, hajui convert dola, yeye hajui dola moja sawa na shilingi ngapi Tanzania. So yeye anaenda pale ana sign, akisha sign sasa hmm. Na kesho kutwa, unataka kuvunja mkataba unaambiwa sawa, lakini unajua kwamba kwenye mkataba ile dola ambayo imeandikwa pale zile dola ambazo zimeandikwa pale ni madeni na gharama ambazo ushazitumia zote, yeah. Zinaingizwa kwenye deni, m yani, unamaliza bwana. Okay, wewe unaingiza milioni tano baada ya mm. kuvunja mkataba wako, faida ni milioni tano, lakini ulikuwa unapanda ndege, unapewa gari, zote ziko kwenye mkataba. Mwisho wa siku ajikuta kumbe ile la fedha yote ambayo utakiwa upewe milioni labda milioni hamsini, mm. kwenye mkataba wako inaisha yote kwenye madeni na kampuni bado nakudai milioni 20 au 30, yeah. Na hiyo ndio mbaya, ndio hapo sasa. Kwao tujifunze Kiingereza, tujifunze, kuna hivi vitabu vinauzwa hivi, sio vya watoto, hata watu wa, zima ata zima vitabu, jifunze hii, kutoka Kiswahili to English. Mm. Hey, vipo vitabu, unajifunza kila kitu kabisa, unaanza na kujua salamu, akua unajua kuunganisha zile <laughs> <plural and singular. laughs> yeah.

nachoka kabisa oh. uh, Kiingereza muhimu mm. kwa hivyo bwana iko hivyo sisi tujazungumza hapa kwa ajili ya kucheka mtu au lakini hili liwafikie kabisa. kuna umuhimu kama mtu sio msanii tu mtu maarufu yoyote mm. ambaye unahisi umaarufu wako utakuingizia pesa kujua Kiingereza. Kiingereza jitahidi Kifaransa ki kisikosekane kidogo eh? jume, Kispanyola jume. Eh, hata Kichina. Bezo, najua kusalimia kwa lugha zote so lakini eh. Alafu, nashukuru, gracias. Gracias. Gracias. Mucho gracias. Wow. Hey, hmm. Mucho gracias. Ah, hmm? Ah, ni cha kujifunza kweli hicho <laughs> hmm? Ha, merci beaucoup. Como, sina nini. <laughs> Ha, jamani, sisi sign lakini Kiingereza muhimu. Hata wewe unaitazama hapo, jamani. Jifunze Kiingereza. Sio mtoto tena, katoka shule anakuletea daftari umsaidie homework, unakimbia mpira mpira mpira. Wapi baba ulikuwa wapi wakati unafundisha shule? Saidia mtoto <laughs> homework <-wake. laughs> mpira. Niache! Kwa nini? Mama umuone, niache, niache na anamfukuza kabisa, ati mama ni akifuatwa. Hey. Hey. Naenda <laughs> kwenye vikoba vingi hapo, hey. usinisumbue. Hadi hadi hadi. Niache <laughs> niache kumbe ujui. Alafu kwa sasa hivi sasa kama ulikuwa ujui, watu wanaongoza hivi kusomesha watoto shule za za za English medium <laughs> <laughs> ni watu ambao no, wao hawakufanikiwa kusoma. Ndio. Ndio kitu ambacho ni kizuri zaidi ambacho mimi nakipenda. Sasa tujifunze jamani, tusaidika huko mbele. Mambo ya he's na she's. Mm. Tujue. She's tena. He's <laughs> <He's> na she's. <laughs> Sio uh, mimi nasema hapa adabu she is laughing. Eh. <laughs> Sami he is crying. Jamani, <laughs> tujifunze Kiingereza. Yeah. Sawa, so, mm -hmm. Sisi tuna sign out bwana. Eti Jungo she is beautiful. <laughs>